Serikali ya Tanzania imeibuka na kuzungumzia sakata la Tanzania kuwekewa vikwazo vya raia wake kutoingia nchini Marekani kufuatia rais wa Marekani Donald Trump kutia saini Disemba 16, 2025 juu ya mataifa mbalimbali ambayo raia wake hawataweza kuingia nchini Marekani, na miongoni mwa mataifa hayo ni Tanzania kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania, kwa niaba ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, imesema kwamba inapenda kufahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuweka Tanzania katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo visivyokamilika vya kuingia nchini Marekani na tangazo la kuwekea Tanzania katika vikwazo hivyo limetangazwa na rais wa Marekani mheshimiwa Donald Trump kupitia mitandao yake rasmi ya kijamii mnamo Disemba 16 2025. Nchi nyingine ambazo zimewekwa katika utaratibu huo ni Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Senegal, Zambia na Zimbabwe. Kwa mujibu wa tangazo hilo, uamuzi huo umetokana na baadhi wa ya Watanzania kutozingatia masharti ya visa za kuingia nchini Marekani na kupelekea zuio hilo kufuatia taarifa ya wakaazi uliopitiliza muda Overstay report ilionyesha kuwa kuna kiwango kikubwa cha raia wa Tanzania ambao wanakaa nchini Marekani kinyume cha sheria kwa zaidi ya muda ulioruhusiwa na viza zao. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa Tanzania imekuwa na kiwango kikubwa cha ukaaji wa zaidi ya muda kwa asilimia 8.3 kwa viza zote za B-1 na B-2, viza za biashara na utalii, na asilimia 13.97 kwa viza za kundi la F M na J ambazo ni visa za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana, yani exchange programs. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, viwango hivyo vilitathminiwa kwa vinazidi hali ya kawaida inayokubalika nchini ya sera ya uhamiaji za Marekani, na hivyo kupelekea Tanzania kujumuishwa katika kundi la vizuizi hivyo vya visa. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kujadiliana na serikali ya Marekani kupitia njia za kidiplomasia kati ya wizara ya mambo ya nje ya Tanzania na wizara ya mambo ya nje ya Marekani ili kutafutia ufumbuzi swala hilo. Aidha, serikali na wasi wa Tanzania wote wanaosafiri kwenda nchini Marekani kufuata kikamilifu masharti ya viza hizo na kuepuka kuongeza muda wa kukaa kinyume cha sheria ya viza hizo, jambo limepelekea Tanzania kuwekwa kwenye kizuizi hicho kusaidia jitihada za wizara ya kuondoa kizuizi hicho.